<laughs> Hey, ati mwizi minne hiyo, bila hiyo kitu nadhani ni mchezo mwezi minne, shenzi kabisa wa mbavu zako ng'ombe ame, anapelekwa mnada, ng'ombe anapelekwa mnada, utajua. Haujui utatoa bwana yako mali yako. Ujui kwenye kutaenda hapo mbele, ujui. Lakini hiyo waje ya investigation my friend. Ma police officer wanga wanakutana na mama. Sasa, unaona kwenye huyu mama, huyu mama amekaa kama ng'ombe, kama punda ambaye amebeba vibuyu nane kwa mgongo. Charles be careful. Usikue umefall na huyu jamaa. I know you can't disappoint, sina Dave. What make me happy is only one thing with Sina Dev. Sina Dev, I don't know what really happened. All, all happened. Unajua Dev ni mutu, mutu, mutu wa ma. When Dev is working, God is working for Dev ni kimajabu majabu tu, nikiangalia Fred alifanya kazi na Sina Dev as brothers, they were like brothers. Mambo imekuja tu hapa imechanga changa changa, sijui ni uchawi, ni uchawi nini? Lakini penye Fred amefanya kazi na Sina Dave amefanya kama brothers. They respect each other. Mimi nimeona Fred ametoka kwa Sina Dave kama wajakosana, hata kama kuna burugu ilitoka kidogo wakati wa Tom; lakini haikuwa burugu, buru, buru, buru ya maana. Dave pia amesimama na na Tom na ame, amesimama na nani sana? Dave pia alisimama na na, na Freddy sana. Amekaa na yeye wakati mama yake alipotea. Amefukuzwa pale amesimama na yeye. Mafans wamesaidia wamesaidia Tom, wamesaidia Fred kupata mali pa kukaa. God bless you, Dave. God bless Fred, mali yako najua, one day one time, atarudi tutafanya kazi na wewe. Sasa hii mambo imekuwa ngumu on side, ndio maana unaona hapo hapo amepewa kazi ya makusudi, mbametishiwa mebi, amembia utafukuzwa kazi, so let's not blame him. Baada ya hapo, baada ya shetani imeingia kwa boses wa Fred, Mungu akatoa mwingine. Mungu ameleta Njagi, Njagi akaleta sai Charles, Charles anafanywa kazi na, this, na, na, na, na, na, na Dave, respectfully. Like brothers. But, najua huyu bibi yake chorea huyu chorea sahia. So my friend, kupata chorea itakuwa kazi rahisi. Mimi kiunasema tena, narudia hata kama atapatikana, lakini sidhani, manake chorea na watch kila kitu ana watch tu. ana watch, anaweka data, ana follow, ah, hey, pia anafoo follow tu sasa nyinyi mnadhani mnafanya kazi, kumbe mnazidi kuharibu uza wai why... tega nini? umeenda ku Maybe unaenda kutafuta maybe antelope huko msituni. Wewe ndio unaenda kumtafuta ama umeenda kutega.

Anakuja na nguo kia anaona, unamsukuma anaenda, unamfukuza anaenda tena anarudi immediately, chorea sio kama hivyo. That guy, amesaa, jua anatafutwa. Because the step he made to go and pick or go and kidnaps Sinadev's father it was not a joke. And it was very, very, very serious. Because mimi nikiangalia kwa nini nachuke babu wa Sinadev, kwani ndio alifanya nini mbaya sana? huyu ndio tu... mimi nasema jamaa enye mnamtafuta hivi haitakuwa rahisi kumpata. Sahi hata umbembeleze bibi yake ampigie simu, amesajua bibi yake anamtafuta, ila kuja shikwe sahi, kuna njia nyingine ambayo mnaweza shikana na jamaa, let's just hope for the best that atapatikana, manake ataba alipatikana mimi wengine anasema shoria ameshikwa, but sijaiona moja tu, maybe ameshikwa. Unajua leo nimekaa sana bila kuwatch na Dave, nimekuwa busy sana uh, sijapata time sana vile nimekuwa busy. I'm also planning to come to Nairobi which I know so, soon I'll, uh, soon I'll be in Nairobi. So the thing is, mimi tena narudia tu ile ile ile ile ni yangu ya jana mti narudia tena sai. Sasa unataka kushika huu jamaa, huyu jamaa anawezaata Tanzania. Akienda Tanzania, mtamtafuta huko anawezanata nje, nchi za nje. Wacha tuwache na hapo mimi na hope everything itakuwa sawa to Uweka maombi hakuna kitu kitashinda Mungu otherwise my good friends let's meet to the next episode don't forget to subscribe to this YouTube channel because that's the only way you can support this Uncle Simeon otherwise bye bye and let's meet to the next episode